Mpenzi mtazamaji wa YouTube chaneli yetu Kilimo Hub Technology. Kilimo Hub Technology ipo kwa ajili yako wewe, mkulima na mfugaji, na leo tupo uh, kijiji cha Kalikekere kata ya Namhula wilayani uh, Bunda mkoani Mara. Huyu ni mfugaji wa samaki ambaye, kwa kweli, amejitahidi kufata taratibu za kitaalamu, ingawa kuna makosa machache ambayo <coughs> nitayazungumza ili hata wafugaji wengine wa namna hii waweze, ku, waweze kujirekebisha ili waweze kupata tija kwenye ufugaji wao. Kwa kawaida, aina za mabwawa tunazo kama mbili au tatu, na aina ya kwanza kabisa ni hii ya kuchimba bwawa kawaida, ambapo unachimba bila kulijengerea na unaweka maji, lakini aina ya pili ni ile ya kuchimba halafu unajengerea bwawa lako ambalo linajengelewa na simenti. Lakini aina ya tatu ya ufugaji ni ile ya kutumia kwa njia ya vizimba ambapo una, unakuwa na vizimba au keji ambazo zinawekwa kwenye mabwawa makubwa au kwenye maziwa au mito. Sasa leo naomba nizungumzie aina hii ya, ya bwawa ambapo unachimba <coughs> unachimba na unaweka maji <coughs> huyu mzee huyu mfugaji amejitahidi nani ku design bwawa lake, kama mnavyoliona liko vizuri, na aliweka vifaranga hapa aina ya sato. Lakini changamoto ambayo nimeiona na ningependa wafugaji wengine njifunze ni usafi wa bwawa. ha, <coughs> haya majani haya hayatakiwi kwenye ufugaji wa samaki, kwa sababu haya majani na yenyewe yanakula oksijeni, lakini tukumbuke, wakati tuna nani, wakati tunaingiza vifaranga kuna urutubishaji wa bwawa. Wakati tunarutubisha bwawa, tulitumia tulitumia samadi, lakini vilevile vile tulitumia mbolea za viwandani kwa ajili ya kurutubisha bwawa. Sasa haya majani, ina maana yanakula ile mbolea ambayo tuliweka kwa ajili ya kurutubisha bwawa, lakini vilevile vile yanatumia oksijeni ambayo ilitakiwa itumike na samaki wetu. Kwa hiyo haya majani kwa kweli hayatakiwi na ni bora ukaweka azola kwa sababu azola yenyewe inaliwa, eh, inatumika na samaki wenyewe kama chakula, lakini kwa hii hii kwa kweli sio nzuri kwa mfugaji. Lakini kama unavyoona mapungufu mengine, huyu mfugaji bwawa yake ni chafu natakiwa eh, bwawa liwe safi. Haya majani pembeni anatakiwa ayatoe ili kusudi bwawa liwe, liwe safi. Bwawa linapokuwa chafu hivi kuna, ni rahisi kunani kuvutia maadui ambao wanashambulia samaki. Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu, ni muhimu sana kuzingatia taratibu zote za kitaalamu ili uweze kufuga ili ufugaji wako uwe na tija. E, tunaposema ufugaji wa kibiashara ni, ni pamoja na utunzaji wa bwawa lako, ni pamoja na ulishaji mzuri wa chakula, ni pamoja na chakula ambacho kina virutubisho ambavyo vinaendana na aina ya samaki kwa maana ya, kwa maana ya hatua za ukuaji, akiwa kifaranga, akiwa wakati na akikaribia kuvunwa kila kila hatua kuna aina kuna aina yake ya chakula. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hiyo hivyo. <coughs> tunawashauri wafugaji, kabla hujaanza kabla hujaanza kufuga, ni muhimu sana kuonana na mtaalamu wa, wa, wa ufugaji wa samaki ni kusudi aweze kukushauri kwanza, ni mbegu ni aina gani ya mbegu huweze kuchukua kulingana na soko lako, lakini A, a, a, nani, aina ya chakula ambacho utaanza nayo, na wakati, na, na namna ya kudisaini lile bwawa na urutubishaji wa bwawa. Hayo yote utayapata. Kwa wale ambao wana nia ya kufuga samaki kwa njia hii ya mabwawa ama kwa vizimba, ninaomba tuwasiliane kwa namba 0622 98 58 58 themanini na moja, hii namba pia inapatikana WhatsApp. Kwa wale wanaotumia simu janja, karibuni sana, na sisi tuko tayari kuwahudumia. karibuni sana.